Ujambo mtazamaji wa maco TV, na karibu. Unapotaka kufanya kilimo biashara hasa cha mboga mboga na matunda, huwezi ukaweka mbali uzoefu, utaalamu na maarifa ambayo yanatolewa na wataalamu ambao wamebobea katika masuala haya, na hilo ndilo ambalo mkulima Moses ambaye anafanya shughuli zake za kilimo Dumira hapa mkoani Morogoro ameamua kutufikia sisi na ku hydration ushauri, counseling na pia kuonyeshwa ni nini afanye ili aweze kupata tija katika kilimo chake cha nyanya. Moses ameamua kubadilika, sio kama wakulima wengine, na hivyo kuingia gharama na kulipa ili ahudumiwe na mtaalamu wetu Morgan Jamani ambaye amefika katika shamba hili ambayo ulipo Dumira, na hivyo kutoa maarifa zaidi na kaza wa kaza, hasa kwenye maeneo makuu yafuatayo. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwenye uandalizi ama kutayarisha shamba kwa ajili ya kilimo cha nyanya, na baada ya hapo ni kwa namna gani unaweza ukaweka mbolea na ni mbolea zipi ambazo zinafaa katika kilimo chako cha nyanya na ni kwa wakati gani na pia, ratiba ya mbolea, si ndio? Mm. Hapa naeleza ratiba zote za madawa za mbolea za mbolea. Hakika somo hili ambayo unaenda kujifunza leo ni masterclass, sio tu ni elimu ya nyanya lakini ni kutoka katika fili ama uzoefu ambao sasa, sisi tumeamua kwamba watazamaji wetu wa Maco TV, watu ambao mnahitaji kufanya kilimo cha nyanya ama mpo katika kilimo cha nyanya, mnahitaji kupata uzoefu zaidi, hamuhitaji kupitwa. Usiondoke, hii ni Maco TV. Ndugu mkulima kutoka Tanzania hapa tupo, tupo Morogoro. Morogoro eneo la, la, la Magole eh, Dumila ndio, sio hivyo? ya tuko hapa kwa ajili ya kuelezea hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho kwenye masuala mazima ya kilimo cha nyanya. Hapa tupo kwa mkulima mmoja anaitwa Moses. Moses, Moses bwana ndio afisa kilimo wa hili eneo, na tuko hapa kwa ajili ya kujadiliana naye hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ili aweze kupata kilimo chenye tija. Hiki ni kilimo cha nyanya, shamba letu liko hapo ni ekari takribani tatu na tupo kwenye hatua za mwanzo kabisa za maandalizi ya shamba na tumeanza kumwaga drip. Kwa hiyo karibu ufuatane pamoja na sisi kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ili uweze kujifunza. Kumbuka hii ni Mako TV. Usahau kusubscribe, usahau kushare na kucomment na kuuliza swali lolote lile ambalo unalo ili tuweze kukujibu. Karibu sana. Sasa kwenye kilimo cha nyanya leo na madawa, kwa sababu sisi miche yetu tunainunua, basi tuanze shambani. Ndio kama tungekuwa tungeamua kuanzia kwenye kitalu, basi tungezingatia madawa yafuatayo, kwa sababu tunaamini hapo anatuangalia watu wengi, kwa lazima tueleze. Sawa. Sasa kwenye kitalu, mara nyingi tukiwa tunatuza miche yetu, kuna magonjwa kadha wa kadha ambayo lazima yakushambulia ile, lazima hata kama ukisema utaepuka lazima kushambulie. kuna ugonjwa mmoja kwa sababu unaathiri shina la mmea, unaitwa damping off. Ule ugonjwa unatibiwa kwa dawa za fungus, dawa za ukungu. Nadhani wewe kidogo ni mkulima unaelewa. Ndio. Dawa za ukungu kama zile ivory 72 ivory sabini na mbili, wale wenye mango za mm. Metalax, okay. Copper umeona. mm. Wote wale tunawatibu kwa kutumia hizo dawa. Kama ikitokea hiyo na nili damping off imetokea wakulima wengi wanasema ni kata kiuno kwamba inakata kiuno cha nini cha, cha mche. na ile utaanza kuigundua kipindi mmea umeshafika shambani. Utaanza kuona mmea umeanza kushambuliwa. mm -hmm. Yani kama vile unaanza kuanguka wenyewe. Huko juu huko vizuri lakini wenyewe unaanguka tu. Ukianguka kwenye shina, kwenye shina umeungua. Umeungua. eh mm -hmm. Ehe, ile dumping off. Unaanza kuitibu mapema kwenye kitalu. Lakini kwa sababu miche yetu imesea kwenye nasari za greenhouse kwa hiyo tunaamini kule wametibu vizuri. mm -hmm. Kwa hizo dawa za , za fungus lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaathiri tunasema ni chorachora, ingawa chora. yeah. sio sana, lakini kwa Morogoro upo na maeneo mengine ya ukanda wa joto, chorachora imekuwa, mm -hmm. ni changamoto na kitanzi kwa wakulima wengi. Chora chora tuatibu kwa dawa zote ndani yake. ukipata dawa moja inaitwa dudumaina, ni nzuri zaidi kwa sababu dudumaina yenyewe ina kiambato ambacho ukipiga kipiga inabaki siku tatu di kiozaatan za. Lakini mimi naongelea kukinga huo ugonjwa. Kwa maana yake hata sisi tukishahamisha shambani tutakopata dawa za kukinga huo ugonjwa. Ugonjwa mwingine ambao ni hatari kwenye maeneo ya ukanda wa joto toka nitangaze. Nadhani wote tumeusikia vizuri. Mm. Mara nyingi sana tunatibu kwa dawa mbalimbali kama akina Snowtiger, mara nyingi watumia Snowtiger, watumia Seba, ukienda Iringa watumia Snomectin kwa sababu kule hakuna joto sana, kuna baridi. Kwa hiyo tumia hizo dawa kutibu. Hapo tumeshahama kwenye kitalu, kwenye kitalu magonjwa kama hayo yanashambulia sana. Lakini pia usikose kuwa na booster kwa ajili ya kuendelea kusababisha ukijani kuwa mwingi. Booster zile zinanipikenda ndani mm. yake. Booster kama kina Mokwik, kama kina kina mavuno super grow. Wengi wanatumia hizi booster agri grow na kadhalika, na leo mpaka hapo tumeona nazo zote. Hata tuje shambani ambako sisi tunakwenda kuhamishia miche yetu shambani, ndio siku umehamisha mche shambani, kuna mdudu mmoja anaitwa spider mite, huoga anakata anakata kama kisu hivi. Ndio siku tumehamisha tupata dawa za wadudu, mfano ninja leo tunaijua, ndio sumo mating, dawa nyingi za wadudu zote zenye bametin unaweza kawa nazo kawa nazo ndani. Siku tumepanda mkimea tu kupanda, wengine wanarudi nyuma kwa ajili yeah, ya kupiga dawa. Mmenipata vizuri? Kwa hiyo unapiga dawa vizuri, ili mdudu hawezi kuathiri, kwa sababu tayari tumesha timu ya. Kwa hiyo tukao tunahamisha miche tu na dawa ya wadudu, lakini pia tutakao tuna dawa za ukungu na booster. Tukao tunaanza tutaji dawa nyingi sana, dawa za ukungu za wadudu na booster dawa za ukungu jamani, zile ni, ni broad spectrum zenye zinafanya kazi nyingi, zinaweza katibu ukungu, zikatibu kutu, zikatibu wale unasoma vithrips, zikatibu kantangaze, dawa za ukungu hizo hizo. Kwa dawa za ukungu haziepukiki kwenye matumizi, hajaishi ni kipindi cha jua, kipindi cha mvua unatumia, kwa sababu zinafanya kazi nyingi. Kwa upata dawa za ukungu kama kina ivory 72 akina master king, master kutu, stebrokopa na kadhalika hizo unazo wakati unahamisha miche yako shambani. Ukihamisha tu, ikiwezekana, kesho yake rudi upige, lakini pia upate booster, booster wote kwa ajili kutengeneza kijani kwa mwili, lakini pia tupate dawa za wadudu kama nilivyosema awali. Baada ya hapo sasa, ratiba ya kupiga dawa itakuwa ni kila wiki, itakuwa ni kila wiki. Sasa hapo, baada ya wiki moja mbele, basi utuongezee dawa, tupate dawa ya kutibu kanitangaze, tupate dawa ya kutibu, kutibu ile leaf miner dawa ya kutibu magonjwa mengine kama kina early blight inaweza kusababisha magonjwa yale ya ukungu, yale. Sasa kabla sijaendelea mbele kuna magonjwa aina tatu, kuna magonjwa ya fungus, kuna virusi, na kuna bakteria. Si mbadala kitu, magonjwa ya fungus ni magonjwa yote kama kina ukungu chelewa au kina early blight, late blight na kadhalika. Umeona hapo, tunatumia dawa zote za ukungu hizo hizo lazima uwe nazo. Magonjwa ya nilia bakteria, haya ndo bala, na hili likiingia shambani alinataka tiba kamili. Mnyauko ni mnyauko, mfano kama kina bacteria wilt, akina verticillium, umeona eh fusarium wilt, yako mengi yale pale. Kuyatibu ni changamoto, ila inategemeana. Kama umenisikiza vizuri hadi nimefika nimesema nionyeshe watu ambao wanalima eneo hili Inategemeana aliyepita alikuwa analima zao gani. Umeona, shamba la nyanya halitakuwa kulima miaka miwili kufululizo. Kama mlima kwa mwaka mara moja, basi ikiwezekana, msimu unaofuata lima zao lingine, kwa ajili ya kufanya rotation au mbadilishano wa nini kwa mazao, ili kuzuia bakteria aliyeathiri zao lilopita asiathiri zao lilo hili, kwa sababu mfano kama msimu tukapanda mahindi, msimu tukapanda nyanya ile mdudu wa mahindi aweze kula nyanya hizi wako wengi. Sasa hapa mara nyingi tunatumia dawa zote zenye bamectin zenye emamectin benzoate ziko nyingi naweza katumia. Ukienda dukani kwa bwana, mimi nataka dawa zenye emamectin nani hapa nakupa mbona vizuri. Dawa hizo ni zipi unaweza kutumia? kina simamectin, umeona ziko nyingi, akina dudu asilamectin, yani ziko nyingi akina sinomectin. Madawa yote yenye snowel yanatibu gonjwa, magonjwa ya virus. Kwa hiyo ukiwa ukiwa una, una, ile wiki moja baada ya kupanda mm, ukiwa unapiga dawa cha kwanza upate madawa yale ya muhimu sana yale, upate madawa ya ukungu kama kina Ivory 72 upate dawa ya wadudu kama kina ninja simamectin, upate dawa ya kanitangaze kama wala kina kina seba tulia kwanza. Baada hapo, kila wiki piga ukimbili mbele unaweza sana kubadilisha madawa, ukasema pengine niongeze dawa zenye amidacropid ndani yake, kama kina nani hapo, mfano amidacropid wala kina nani wale dawa ziko nyingi. Mimi nakuvuka viambato. Kwani ukifika dukani unaambiwa naomba dawa fulani, ananipa. Maana unajua mengine ni ma business name. Ha! Ni majina tu ya biashara. Kikubwa tu mkulima ambaye unaelewa ushike vile viambato, inaweza vikakusaidia. Nadhani mpaka hapo tumekwisha kuelewana vizuri. Kwa hiyo kutoka kwenye hatua ya kwanza ya kuanza kuhamisha miche shambani mpaka kwenda kuvuna utakuwa unapiga dawa kila wiki. Kila wiki. Na hapo usijue kwamba kila wiki uwe ni mtu yeah, wa ku, kutembelea shambani ili kwenda kuangalia, ikitokea kuna mdudu ameanza kushambulia angalau hata kwa asilimia tano ya shamba, basi ukanunue dawa, kwa wataalamu, anaweza kutupigia simu tukushauri kwamba achukue dawa fulani, upige haraka, kwa sababu kikawaida, ukiona leo kuna asilimia tano basi tegemea kesho kuna mara mbili yake. Kesho kuta kuna mara mbili yake. Unajenya sio kama mahindi. Mahindi unaweza ukasema kuna mdudu mmoja kama wale kina foliami umeingia ukasema nitapiga tu kama hata wiki mbili ukija, ukapiga unaweza kumuua, lakini yeye akiingia imeingia watakuwa hai mapema. Nadhani mpaka hapo kwenye kwenye kwenye madawa tumekwisha kumaliza kabisa, so, yeah. Umeandika vizuri kabisa, tumebakiza kipengele gani hapo? Karibu kwa maswali, kwa mtu mwenye swali. kuna sehemu ambapo umesema kwamba kuna kupiga dawa baada ya wiki mbili, alafu hmm. afo, hapo kasema hmm. kuna hamna sehemu aliyosema kupiga dawa wiki mbili baada ya wiki mbili hiyo yani, madawa ni kila wiki. Kwa mtu analimia Iringa anaweza kupiga baada ya wiki mbili tu, kwa sababu kuna baridi. Okay. e, e, yani, kuna baridi. Lakini huko ya joto huko ambako nyanya ina siku sitini wataka kuanza na mabadiliko. Ukichelewa tukatangaza kushambulia. Endana na mabadiliko. Ehe na ni mara nyingi sana, wewe unatembelea shambani na sio unapiga piga simu kwamba mmefikia wapi. Ah, wewe shitukiza tu fika shambani mapema, matembelea kila wakati, angalau hata kama uko mbali, kwa wiki hata mara nne unatembea uje kuangalia, unatembea kila eneo, unazunguka zunguka kuangalia kama kuna magonjwa yameingia. mm -hmm. ili makusudi uweze kufanyaje, uweze kutibu. <laughs> Sasa bila kusahau, yeah. Kuna eneo la kuweka fimbo shambani, na kwa sisi ambao tunatumia drip irrigation zaidi zile... kutumia fimbo kwa sababu fimbo inazuia nyanya dhidi ya magonjwa ya fungus. Miti ya kushikilia nyanya unatumia miti, eh fimbo, so fimbo za shuleni sawa, miti ya kushikilia nyanya, so itumia shambani kwako, eh hapa. Hey. Hey, ni muhimu na mimi najua hapo unaelewa. Kwa hiyo sasa kikawaida tunasema wiki tatu baada ya kupanda miche mm. Ikiwezekana kama una miche miti basi, aza kui, kuiweka. Kwa nini? Kwa sababu mizizi ya kwenye nyanya ina tabia, kwa hiyo kwa ni vizuri zaidi ya kutawanyika, basi uweke shambani na kila baada ya miche mitatu basi uweke Sio lazima uweke kila mti kila, kila mchi atumie kila yeah, gharama kubwa kuepusha gharama basi utumie kila baada ya miche mingapi? Yeah. Mitatu. Unaweka mti. Baada ya hapo aad y p vizuri na kifaa chochote unatumia miti umeichonga. Kwa baada ya hapo miti ambayo itakuwa na kao huku, mwanzoni, mwishoni na katikati, angalau hata mitatu iwe ni miti mikubwa sana yenye unene kidogo, sio mikubwa sana. tolea mfano kama lakini kama mkono wangu. Sasa ukiona waka huku, kwa sababu utakuwa unafanya kazi ya kuja kufuta na kamba, unatoka kwa huku miti kidogo ya gama hivi kwa huku

Kwa sababu wakati naweka ukume umefanya hivi mpaka umenipata vizuri. Mm. Upande wa mbolea za chini mm. Ulizungumzia mbolea a itasaidia maua, yeah. maua. Kwa ajili ya matunda sawa. mm. mm. Lakini sijaona hapa booster uliotaja kuhusu kuchavusha maua ili atoke mengi. Sawa. Sasa kwenye booster Booster ziko nyingi, kuna booster. Unajua, kwenye kilimo cha nyanya tuna tuna tuna, tuna phase kama tatu. Phase ya kwanza inaitwa vegetation phase au vegetation stage, kipindi cha kutengeneza majani Ndio. Phase ya pili tunasema ni ila um, mkuta mkulima booster ndio itumia kipindi cha majani, ndio hiyo umetumia kipindi cha maua, ndio hiyo umetumia kipindi cha nini, cha matunda. Hasa kipindi cha majani tunatumia booster zote zenye NPK ambazo unazijua, kipindi cha majani eh cha majani, ile wiki ya kwanza kutoka kupanda mpaka ikufikia ile siku ya ishirini na moja, wakati naweka mbolea zenye calcium na NPK, zile ndio utakuwa unatumia mbolea au booster zenye NPK kama wale kina kina mavuno

Usikimbie tu kasema bwana hii nzuri, ukipiga matunda yanaisha. Ile ni lugha ya biashara, kufanya ununue ili auze. Lakini wewe angalia kiwango cha NPK kilichokuwa mle ndani, unapata vizuri. Kwa kwenye vegetation stage, kwenye stage ya kutengeneza majani, hapa tunatumia booster zenye NPK ndani yake, unapata vizuri. Ukishafikia siku arobaini mm -hmm na tano. Tunaamini pale mmea una maua mengi na una matunda. Pale tunaanza kupiga booster zenye K ndani yake, ndio maana hapo sasa utanitafuta nianza kupiga uta, uta booster za za kina super grow hasa sasa kipindi cha maua na matunda. Ehe, kipindi cha maua na matunda. Mm. Hapo tunahitaji booster zenye potasiamu ya ndani yake zenye K. Okay. Na unaweza kuona mtu anatumia wala kina multi K ni maduka yanauza 2800 lakini ile pale unatumia nyingi kwa sababu umeweka gramu 300 kila kila nani hivi kila bomba. Kwa hiyo ukipata booster kama kina super gun ni nzuri, super gun. Kwa hiyo ile shamba la 3 ukipata ile la 5 unaweza kutumia mara mbili ukaona nyingine. Napata vizuri sawa. Yeah. Kwa hiyo tukishafika stage ya, ya maua hapo tunaanza matumizi ya booster zenye nini? Zenye K ndani yake usitumie tena wala kina mwakwiki wale. Mm. Wala kina nane wala hapo itakuwa ifanye kazi. Tumia booster zenye nani hili? Umesikia booster inaitwa Vigimax? Ndio. Vigimax na yeye pia anatumia kwa stage ya nani hili? Ya yeah, maua, yeah, maua. Na yeye pia ina ina nguvu lakini haina nguvu kama lakini ningeshauri pia ungekuwa na Super Grow pia mwanzoni, kwa sababu Super Grow inafanya kazi nne takriban kama tano mwanzoni hapa. Super Grow ile inayotoka huko na joto, lakini pia maji yetu ni ya drip unapata kitu. Super Grow inafanya kazi kazi kama tano. Super Grow inakiboresha unyevu, kinaongeza unyevu shambani. Super Grow inafanya kazi kama gundi, wewe ukichanganya dawa nyingine inashika mzigo ya nini kwenye majani jana inafanya kazi kama nini, kama gundi lakini pia Super Grow inafanya kazi kama mbolea, okay. Kwa maana kwamba itakuwa inaongeza majani, maua, shina na matunda yanakuwa makubwa, kwa hiyo ni mbolea ya muda wote. Hmm. Ni mbolea muda wote, lakini pia Super Grow inakwenda kusababisha dawa kutawanyika, tunasema evenly sawa sawa kwenye majani, yaani kama mfano umepiga dawa, mtu alikuwa anaruka ruka tu kufanya kazi, mtu mmoja apige dawa kama wewe usiwezo kwa ni mdogo, Super Grow itakuwa inapusha dawa jitawanye vizuri kwenye nini, kwenye jani unapata vizuri. Kwa hiyo mwanzoni hapo kuna hamisha pia ukiwa naye itakuwa ni vizuri zaidi. Sawa. Lingine? Mm. Kwenye booster tumemaliza, twende kwenye ile stage ya matunda. Sawa. Kwenye stage ya matunda tunahitaji booster zenye calcium ndani yake. Ukienda madukani waambia naomba booster zenye calcium, nimeona zipo zinaitwa microbes. Ziko nyingi. Ndiyo. Zenye calcium. Unaanza kupiga hizo booster. Sasa hapa wakulima wangu nakuta napiga tu booster yote napiga tu napiga haelewi. Kumbe booster unayopiga ni booster na si. a majani

tupige vizuri. Sawa. Nadhani mpaka hapo kwenye busa tumemaliza. Ndio. Labda swali lingine. So, swali langu ni mm. Juu ya uchanganyaji wa haya ya madawa. Mm. Kuna mingine utakuta unayachanganya. Mm. Yenyewe tupu utakuta ukikoroga dawa inatoa povu. Mm. Ukiweka tu yenyewe ukikoroga unakuta ile povu imefanya hivi. Wakulima wengine wanasema, bwana hizo dawa zimefanyaje? Zimekataana. Sasa ukiweka ukiweka moja ina povu. Ukiongeza nyingine, ukiongeza povu inaondoka. Povu hiyo ni reaction tu, lakini ukitumia dawa zinaenda kufanya kazi. Kikubwa tu cha kuzingatia, kuna madawa ya kampuni moja na, na viambato sawa. Mfano twashumu tumetumia, ichukulie, kwenye mbolea umetumia urea, ukatumia na am Mw. hmm. urea na nitrogen hmm, ni kampuni moja hizi mbolea mbili. Ni virutubisho vya aina moja. Lakini viwanda tofauti na ni kampuni mbili tofauti. Unaweza kuathiri mmea. Vile vile na dawa. Dawa unakuta dawa twashumu ina mangozeb na metalax. Alafu hmm. ni Ivory 72. Alafu tumetumia baingine Ben Gold. Ina mangozeb na metalax. Alafu na yeye ina 80 weighted WP. So ivare kitu. Hmm. Kwa namna hivi ambato vinaweza vikawa vina react kivingine. Kwa hiyo ni namna ya kuangalia, mfano uka, dawa ambazo nakueleza kueleza hapo, ukichukua dawa za fungus ivo sabini na mbili ukachanganya na seba yenyewe inatibu inatibu, kanitangazi ukachanganya na booster yenyewe ni pekee ndani yake, hakuna madhara yote ambayo inaweza ka, yakasababisha wewe uka, sawa. Kwa mfano wale wakulima ambao wanatumia anachukua dawa ya kupiga ukungu mm -hmm. ya maji kwa mm -hmm. mfano hizi dawa DK Mino. Mm. Akachukua DK Mino, alafu akachukua hata Damka dawa moja kuitumia wanapenda yeah. Sawa. Zote ukiziangalia ni za ukungu lakini kaamua kuchukua ya maji na ya unga. Na ya unga. na ya unga. Yuko sahihi sahihi. sahihi. Isipokuwa mm. dawa za ukungu ziko za aina mbili mm. iko ambayo kwenye solution form na powder form. Mm. kwenye mfumo wa maji na mfumo wa nini? Kwa powder. Sasa Mfano, dawa kama Damka na DK Mino. Mm. na wengine akina nani wale akina dawa moja inaitwa nini, inatumika mara nyingi sana chai, sawa, Linkomil. Linkomil sio hivyo, mwingine, nyingine inaitwa nini? Kuna Linkomil za maji maji, zile za maji maji, eh, ni chai, sawa. lakini zile dawa hizi za maji mara nyingi tunatumia kipindi cha cha mvua. Cha mvua kwa sababu zina si nguvu sana na zenyewe pia zinatibu, kumbuka zinatibu ukungu zinatibu, zinatibu vile, vile air blight, blight wala kina ukungu chelewa wale ambao wanaathiri majani majani cha, cha, cha cha mvua kwa sababu zenyewe zina zinaguni ndani yake, lakini pia zinashika vizuri. Lakini kutumia kipindi cha jua sio shida, ila sasa ukichukua damka au dikemino mm, situmepata kitu. Au kachukua dawa yote ya ukungwe ambayo iko kwenye mfumo wa maji, ukachanganya na dawa ambayo ya ukungwe lakini ipo kwenye mfumo wa poda, wewe mm, unakuwa hauko hauko tofauti na mkulima aliyeweka yorea na, na, na, na, na, na sa kwa amefanya mm, kitu kimoja na gharama kubwa unaingia okay, kwenye gharama kwa sababu zile dawa zitafanya kazi, kazi moja, kwa sababu wewe umeweka mills saw sawa sawasawa na bomba ninavyotaka kwa maana yake zitafanya kazi yeah, moja ila umetumia gharama kwa kuna, kuna mkulima wangu mmoja akaniambia, mimi nimetumia mifuko 100 kuweka mbolea kwenye kasita <coughs> kasita mifuko 100 eh hey, kuja kumfuatilia ameweka mbolea urea.